Tunafika, unafika pale, unaingia mpaka ndani au mlikuwa mmeshakubalianaga chochote? Unapajua anapokaa hapa? Unapajua, msikiliza usio karibu, mipango tuliyopanga muelekeze vizuri.

Sawa, lakini sasa mbona kama baba mnaweka hadharani? Mnaweka hadharani. Yo, kama mlisema mchezi, msinge cheza tu. Hivi tu vingine mkemalizana huko chini kwa chini. Nani huyo Joseph Aule? Eh? <tipo> Sasa naona sasa hivi kama mnaungana mnajikusanya kuweza kutujadili. Sasa si kila kitu kipo wazi

wale ndio waliwapa jeuri msije uwanjani. Afu mkasingizia kwamba najua hujui e, Msukuma umekimbia usukumani huko kusoma shino kuchunga ng'ombe. Sasa yani i, ili timbuli mmetuachia na tunaliweza. Usichojua sisi tumewasha moto tukakaa pembeni tutazama. Na hatuna papala. Barua mtakula kama za posa. <laughs> Eh, <Hey. laughs> mtake mzitake. Bara babari ya shure mbona umelegealegea na wewe? Uchoke uzichuki, lazima uwe ntoto anasamiaatize kwenda ndani. Unachoka <laughs> unachokaja shuleni gezi. <laughs> nachoshwa na walimu. <laughs> Sasa yani, yani, ni nikwambie ue hasa As, tu kwenye huu msimu, najua mnatetema sana na mnaona mba hiyo tarehe ah, wa <laughs> yani shule ni umepita, walimu wanakuona umepita barabarani, watu wanakuona alafu unasema sasa hivi una njaa. Sasa nikawaambie kina nani na ule mbote, sikia mwana wewe ingia ndani huko, alafu bro, we we we we we we si ndio ulikuwa zamu yako? Niwaambie? Yaani mimi hapa toka asubuhi sijatoka hapa nikaenda kwenye mchongo. Hapa mimi niko hapa toka asubuhi mpaka muda huu. Maana hapa sina mia, sina kumi. Hapa ni kudiskasi, sina mnagani watu wanaishi. Babu sikia, hapa tulipeana utaratibu, marehemu baba alivyofariki, tukapeana utaratibu na wewe, kama blaza tukakusikiliza, ulisema kila mtu kwenye zamu yake alafu tutapeana utaratibu wa sisi matumizi. Mbona wewe kwenye zamu yako unakuwa unasuasua? Ndio hivyo zimesema kwamba leo mimi sina mia, sina kumi. Zamu yangu sawa ya kufanya namna gani watu muishi. Sawa, umeelewa? Sema hizo tu utaratibu nikasema kila mmoja atafuta kwa zamu. Namna gani leo? Sasa ndio hivyo, msikia kwanza kama nimepata wazi, wazo gani? Kwa mtoto si ana njaa? Si ana njaa, na mimi hapa sijala. Kuna yule chali yule bodaboda alikuwa namna gani anafukuzia hapo kwa nini tusifanya vitu vitu kama tukatengeneza kama fumanizi fulani ili yani afu tukapiga mboga, maana yule jamaa muoga nyama yule Ata, umeshaona mawazo yako sasa, si jamaa litambaruza litamkangamwa pale kabla hajafanya kitu. Wote nafanya namna tupige, kwa sababu hatujashea mama, tumeshea baba hawa wamba usiani

panajurikananwaapacakufanaaelilea right. Kuja hapa <laughs> <tupate Okay. kibundra. laughs> Eh, sasa sikia. Oje wewe sikia, sasa hapa sisi makakako na gentleman tumepata wazo hapa, yani sisi Unaenda kule kwa yule yule jamaa yule atapanga ndani vile. Buje yule si alikuwa anakutongoza? Eh, sasa yule jamaa kama alikuwa anakutongoza tunataka tukomeshe. Tumkombe hela tu. Ila sasa tunataka tukomeshe kwa staili hapa. Natakiwa uende pale na haya manguo yako ya shule haya. Afu sisi tunafika, unafika pale unaingia mpaka ndani au mlikuwa mmeshakubalianaga chochote? Unapajua kwani? Unapajua, na unapajua eh, msikiliza, usio karibu mipango tunaopanga mwelekeze vizuri hela <laughs> <Sawa>. <laughs> <laughs> Leta hela kwa nini? Umemwingiza dada ndani sawa, unapajua kwani, kwa alishawai kukuingiza kwake hapo. Wewe nenda na nguo na yako haya, sawa, via pale ingia hivo, sawa, sisi tunakuja nyuma nyuma. Kakako kubwa la majambazi a Sulamoni eh katili tokea kule chama fulani kilicho kilipozaliwa kule chama chenye blue na nyekundu. Ingia zako ndani wewe, usiwaze sura ya kizalamu hiyo, yaani uzalamu wako uwote, beautiful wote tukua beg humo

Msukuma, kipiga selfie anaitumia kwa CV, anasema hivi ana sababu ya mahari kupanda kwenye